Kuna taarifa ambayo inamhusu Donald Trump mara baada ya kuendelea kwa vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kutokea kila siku eh, na kila siku tumekuwa tukipokea eh, taarifa tofauti tofauti kuhusiana na eh, vifo, lakini pia majeruhi na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea baina ya nchi mbili ambao ni Israel pamoja na Iran. Moja kati ya watu ambao pia wameweza kuingilia sakata hili ni Donald Trump, rais wa Marekani. Sasa leo wakati anasafiri bwana kuelekea huko Ulaya katika eh, ndege aliweza kuongea na waziri kutokea kule eh, nchini Israel ambaye anafahamika kwa jina la Netanyahu. Sasa Rais Trump pia ameweza kueleza kuwa akizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel ambaye ni Benjamin Netanyahu mara tu mara baada ya ndege hiyo ambayo inafahamika kwa jina la Air Force One kuweza kuondoka kuelekea Ulaya. Kwenye mazungumzo hayo pia Trump alisema kwamba alimwelekeza Netanyahu kurudisha ndege za kijeshi za Israel ambazo zilikuwa tayari kuishambulia Iran, kwa sababu ikumbuka kwamba Iran walikuwa wanawashambulia Israel, lakini pia Israel ikaweza kuto kukaa kimya, na wao wakawa wanajibu mashambulizi ambayo yanakuwa yanatokea baina ya nchi hizi mbili, na eh, Israel wao wakawa nalipua, ameweza kulipua kama eh, ki, ki, kituo eh, kikubwa ki, kabisa cha masuala mazima ya usalama kutoka kule Iran, lakini pia kuna baadhi ya magereza ambayo pia huwa wanakaa kul gozi ambao wanakuwa wametenda makosa aidha katika serikali au vipi, na Israeli iliweza kujibu mashambulizi hayo. Sasa, Trump aliweza kuongeza kuwa kwamba kutokana na hali hii ya sasa, silaha za nyuklia ndiyo jambo la mwisho kabisa linaloweza kuzuiwa na Iran kwa sasa, kwa sababu ni moja kati ya silaha ambazo zina ukubwa wake lakini pia zina madhara makubwa sana endapo zikiweza kutokea katika eneo. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza huwa kuharibika aidha katika maisha ya watu pia na vitu vingine kuweza kuendelea katika nchi ya Israel pamoja na Iran kutokana na machafuko haya. Sasa kauli hii imekuja wakati ambapo mvutano kati ya Iran pamoja na Israel na Marekani umeweza kufikia kiwango cha juu, huku jitihada za kidiplomasia zikiendelea kuweza kuzuia mzozo mkubwa wa kijeshi mashariki ya kati. Sasa ukiachana na hayo yote, mambo mengi yameendelea kutokea, mvutano umekuwa ni mkubwa baina ya Iran pamoja na Israel, lakini pia Marekani kuweza kuingilia sakata hili limeweza kutengeneza picha mpya kwa baadhi ya watu, lakini pia kwa baadhi ya nchi nyingine tofauti tofauti, ikiwemo Urusi, pia wameweza kuona kama kwa Marekani kwa, kwa kile ambacho wamekifanya wameweza kukosea, eh, lakini pia Israel Iz wenyewe na wenyewe waliweza kufumua baadhi ya vituo kama kule Qatar, Iraq ambavyo vinamilikiwa na Marekani kwa namna moja ama nyingine, ni jambo ambalo halijakaa sawa. Lakini pia rais wa Marekani huyu huyu Donald Trump pia akaweza kuzua utata zaidi mara baada ya kuweza kutoa tamko kali kuweza kuhusu mvutano ambao unakuwa unaendelea baina ya nchi hizi mbili Israel pamoja na Iran, akisema kwamba wamekuwa wakipigana kwa muda mrefu na kwa nguvu sana, hawajui wanachokifanya kabisa. Kauli hiyo imetoka mara baada ya kuona eh, kuna baadhi ya mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kufanyika lakini sasa kuonekana kwa nchi hizi mbili kutokuwa na maelewano mazuri, ambayo pia watu wengine wanasema hiki, wengine wanasema hiki, and then wao wanaenda against na kile ambacho eh, kinatokea. Ikumbuke kwamba Iran pia na yeye asubuhi ya leo imeweza kulipua eh, kituo cha uzalishaji umeme kutokea kule Israel na kuweza kusababisha maafa makubwa, ikasababisha mpaka baadhi ya wananchi wake pia kuweza kuingia kwenye mahandaki na kuweza kupewa amri na kuweza kutumia dakika 37 hadi 38 kuweza kuiombea nchi yao kutokana na machafuko yamekuwa yakiendelea ya na sasa hivi anasema kabisa kwamba hawa watu ni kama watu ambao wana watu ambao wanakosa akili kuto kuendelea na kumazungumzo waweze kumaliza vita vyao na wenyewe eh, kuendelea kuendelea na machafuko hayo. Sasa nguvu eh, alisema kwamba wamekuwa wakipigana kwa muda mrefu kwa nguvu sana, na sasa hawajui ambacho wanakifanya kabisa. Hiyo ndio kauli ambayo alikuwa ameweza kuitoa Donald Trump. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu.